Mheshimiwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2020 tuliweza kuwasilisha kitabu kwa Watanzania kinachoita Ilani ya Uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. Ilani hii ilikuwa na kurasa zipatazo mia tatu na tatu. Ilani hii pamoja na mambo mengi kwenye sekta ya, ucha, ya, ya, ya uchukuzi ilizungumza maneno mazito sana kwenye ibara ya hamsini na nane kwenye sehemu ile ya uchukuzi, ilieleza kwa wazi kabisa kwamba sekta ya uchukuzi, Chama cha Mapinduzi kinatambua kuwa uendelezaji wa miundombinu ni hitaji la msingi katika kuchochea na kuwezesha uchumi, kuwezesha maendeleo ya sekta ya kiuchumi na kijamii. Ilieleza wazi wazi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo ni kitabu ambacho ni mwongozo wa maendeleo. Wanasema siku zote tembea kwenye maneno yako. Kwa hiyo kwenye hili naomba niseme, wakati inaenda kuchangia, chama cha mapinduzi na serikali yake imetembea kwenye maneno yake, imetembea kwenye maneno yake kwamba itaboresha sekta ya uchukuzi na kweli imeboresha. Kwenye hili naomba niseme waziwazi wazi. Kwa hakika Mheshimiwa Rais ameonekana wazi kwamba yeye anasimamia vizuri maendeleo ya taifa letu kwenye sekta ya uwekezaji. Mimi nitachangia kama maeneo matatu, nitachangia upande wa bandari, nitachangia reli, lakini nitamalizia upande wa anga, kwa maana ya sekta ya usafirishaji wa anga, ambayo nitaeleza kwa ufupi sana katika maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kama nilivyosema, kwenye sekta hii amefanya kazi kubwa fedha nyingi zimetolewa na tunaona namna ambavyo sekta hii inachochea uchumi wa Tanzania. Lakini ukienda kwenye ibara ile ya hamsini na tisa imesema chama kitaelekeza serikali kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya kimkakati. Miundombinu hiyo inajumuisha reli, viwanja vya ndege pamoja na bandari. Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti, kwenye eneo la bandari, kwenye eneo hili niseme kwa wazi kabisa, nimpongeze sana mheshimiwa waziri ndugu yetu profesa Mnyaa Mbarawa pamoja na naibu na katibu mkuu na watendaji wote kwa namna walivyosimamia kwa dhati maono ya mheshimiwa rais. Kwa hakika mheshimiwa Mbarawa, hongera sana, kazi umefanya nzuri. Ninajua kuna kipindi weti ilipungua, lakini Mungu atakuongeza weti kwa kazi kubwa aliyofanya awa Tanzania Ulisimama kidete katika kusimamia jambo hili, ilikuwa na kelele nyingi, lakini leo wanaona aibu kwa kazi kubwa waliofanya. Leo umeeleza hapa kwamba katika kipindi cha mwaka huu tumeongeza kuongeza zaidi ya bilioni moja pointi saba ambayo kimsingi haijawahi kupatikana katika eneo lolote. Haya ni mafanikio makubwa katika nchi yetu. Lakini kama haitoshi tumeona uwekezaji mkubwa kwenye eneo hili, kwenye eneo hile bandari ya Dar es Salaam ikiwa na maneno mengi kwa miaka minne iliyopita ilikuwa na maneno mengine kwamba magari ambayo yanahifadhiwa ya, ya, ya, ya pale sehemu haitoshi kwenye ile roro ro ambayo inapokea magari. Lakini kama haitoshi gati namba moja mpaka namba tatu imeboreshwa, gati namba nne namba saba imeboreshwa. Leo tunavyoongea, ushushaji wa shehena umeongezeka kwa kiwango kikubwa, ambayo ni tofauti na huko nyuma, ambayo ilikuwa ni kero kubwa kwa ajili ya bandari yetu ya Dar es Salama, na hata ilitishia baadhi ya wateja kutokuja, lakini kama itoshi tumeenda kukaribisha sekta binafsi. Kazi hii kama kamati tumeiona ni kazi kubwa. Leo tunavyoongea tumepunguza gharama za uendeshaji kwa asilimia thelathini ambazo zilikuwa zinafanyika wakati inaendeshwa na serikali. Kwa hiyo maana yake nini? Ni kwamba mwekezaji amekuja kuwa ni sehemu ya uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam, ambaye leo imekuwa ni kimbilio katika nchi zinazotuzunguka katika ukanda huu wa nchi nane. Kwa hiyo nataka niseme nini, mheshimiwa mwenyekiti? niendelee kuwaomba sana wizara, endeleni kusimamia mipango ambayo ipo kwa ajili ya gati namba kumi na moja emi namba nane mpaka kumi na moja pamoja na kumi na mbili na kumi na tano ikiwemo pale eneo la kupokelea mafuta matangi kumi na tano yale ambayo yatasaidia kuwa na hifadhi ya mafuta nchini. Hata likiyumba soko la mafuta duniani bei itabakia pale pale na itaendelea kuongeza uchumi wa nchi yetu. Kazi hii endeleni kuifanya kwenye ile eneo la single receiving terminal, iendelee kwa kasi ambayo imeanza, na kwa hakika najua mheshimiwa waziri utaendelea kusimamia jambo hili. Hongera sana kwa kazi nzuri ya bandari ya Dar es Salaam, lakini tunaona bandari ya Tanga, bandari ya Mtwara, kazi nzuri inafanyika, endeleni kufanya hivyo hivyo ili kuongeza uchumi wa Tanzania. Lakini eneo hili la pili, mheshimiwa naibu spika, mheshimiwa mwenyekiti, tumekuwa na, na, mwenye na gharama za uendeshaji zilivyopungua tumeweza kuongeza, kuongeza bakaa la mapato. Bakaa la mapato lilikuwa bilioni arobaini na tano lakini leo bakaa la mapato limekuwa bilioni mia moja na arobaini na mbili. Ni jambo kubwa ambalo halijawahi kutokea. Fedha hizi zitaenda kufanya kazi kubwa ya kujenga hospitali, kujenga shule, kujenga barabara ambazo wabunge wote wamekuwa wakisema hapa kwa sababu mapato yatapatikana kwa wingi katika eneo hili. Ndiyo maana mheshimiwa naibu mwenyekiti tunaposikia watu wanasema no reform, no election, si kwa bahati mbaya. Hata wewe uogopi kwa maendeleo haya, lazima useme no reform, no election, kwa sababu ukiingia uwanjani unapigwa asubuhi bado kweupe, hauna sababu ya kupata aibu, bora uweke mpira kwa pani, ondoka. Taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa naibu spika, mwenyekiti, ni kwamba hata mimi ningesema no reform kwa hali iliyofanywa na mheshimiwa. Taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti hapa, hapa kwangu ah, kingu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe ni taarifa mchangiaji anayechangia kwa uzalendo mkubwa sana na mbunge pacha na jirani yangu kwamba kilio cha no reform, no election lazima kitaendelea kwa sababu kwa impakti hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo shirika la ndege peke yake sasa hivi linaingiza jumla ya mapato ya dola milioni 354 kwa miaka minne, sekta ambayo inaelekea kuwa sekta ya tatu katika kuleta forex za nchi. Nani atakuja kwenye uchaguzi kushindana na CCM? Kwa ninampa mchangiaji taarifa ya kwamba kwa namna ambavyo uchukuzi wameupiga mwingi, kwa kweli no election, no, er no, no reforms wataendelea kuisema, kwa sababu hakuna wakuja kukompiti na Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi ujao. Mheshimiwa Mtaturu, naipokea taarifa. Mheshimiwa Kingi, <coughs> Mheshimiwa na, na, Mheshimiwa mwenyekiti, na, napokea taarifa kwa heshima ya, ya pacha wangu Elbariki Kingi, lakini naomba niseme tu kwamba hata wale wanaosema hatuchezi nao pia naona ni hao hao wanafanana na hao ambao wanasema no reform no election kwa sababu hali ya mziki wa mpanzu na wengine ni mkubwa sana pale watakapoona tunaenda kupepa gombe. na Mheshimiwa Mtatu, malizia nusu dakika, malizia nusu dakika Mheshimiwa, nimalizie eneo la reli. La reli imefanyika vizuri Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, imefanyika vizuri sana reli na uwekezaji mkubwa tumepata zaidi ya bilioni 60 katika muda mfupi, ni jambo kubwa lakini hata balozi wa Marekani alivyopanda kwenye ile, ile treni aliona ni bora kuliko ya Marekani. Maana yake ni kazi kubwa iliyofanywa na serikali yetu. Uh, lakini nione sana eneo moja tu mheshimiwa naibeka moja tu eneo la viwanja vya ndege. Viwanja vya ndege vilisemwa vitajengwa katika viwanja kumi na moja, viwanja vya Songea, Iringa, Msoma, Tanga, Dodoma pamoja na Singida, lakini naona viwanja vingine vinajengwa. Mheshimiwa mwenyekiti niombe na kiwanja cha Singida kiko karibu na makao makuu ya nchi na chenye kiangaliwe, na nitaomba ni mheshimiwa waziri, kwa sababu nimechangia kwa uzalendo kwenye eneo hili, nikuombe unaposimama waambie watu wa Singida kiwanja cha Singida kimekwama nini, ili na sisi wale watoto wa Dar es Salaam ambao hawajawahi kuja Singida warudi nyumbani, waje wapande ndege, kwa sababu wengine wamesema bila ndege hawarudi nyumbani. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maneno hayo naomba